Mtume wetu Muhammad akalazimishwa kusoma kitu ambacho asichokifahamu kiumbe kile. Tutaona labda mtume wetu Muhammad anafanya jeuri, mtume wetu analalamika, mtume wetu anahamanika na kitemeka. Kiumbe kile kinasema, ngoja leo nitakuonyesha, lazima utamke kwa jina la Mola wako aliyokuleta duniani. Kujileta kwa ujanja wako, leo utatamka. Mtume wetu Muhammad Anaumia, anatetemeka. Kiumbe kile kikamsogelea kwa mbele zaidi, kikamina mtume wetu Muhammad. Kiumbe kile kilimpia mtume wetu Muhammad, kikimlazimisha kusoma, kikimlazimisha kutamka. Mtume wetu Muhammadi aisi kwa kunyenyekea, kuamini kwamba ameumbwa na aliyemuumba yuko na litakalo lilokuwa Ewe, analalamika Mtume anakamanika, mimi nitaongea nini kitu ambacho sijui? Kiumbe kile kikaminya mtume wetu Muhammadi, kikaminya mtume wetu Muhammadi, kinamlazimisha ikra bismi rabika ladhi halak. Ewe Muhammadi, soma, soma kwa jina la mola wako. Mtume anaendelea kulalamika. Mtume akajilazimisha akasema ikra. Mtume akasema ikra bismi rabbikal ladhi. Kile kiumbe kikamwambia soma kwa jina la muumba wako, soma kwa jina la muumba wako, muumba ambaye ameumba mbingu na ardhi na ameumba vitu vyote vilivyomo vyomo, venye ukai na visivyo na ukai. Leo msilamu wa leo utaki kusoma Qur'ani, Unategemea nini? unategemea nini katika ulimwengu huu? Uko nyumbani, baba na mke wako mnaangalia season, mko nyumbani, baba na mke mkio... wako mnakula vyakula vizuri, lakini vile vyakula zile season vyatani viumbe vya Allah, subhanahu subuhanah wa ta'ala, inatoka adhana kiumbe Mwenyezi Mungu unasema ngoja nisubirie Ndugu ndugweziga tujitaini kusoma, huye ni Mtume wetu Muhammad, alipata elimu ya uchungu, alipata elimu ya uchungu ya kuminywa. Leo otunaupeleka madarasa, akipigwa mtoto, mzazi unasema mwalimu huyo atanitakuwa. Mtume wetu alipata elimu ya uchungu sana, mtume wetu aliminywa, akaweza kutamka na we zikuwezekana ukamwona daktari anakuchoma sindano ni dekera. Ukamwona mwalimu anafundisha darasani ni dekera. Ukamwona askari anayekulinda ujue ni dekera, amesoma. Ndugu Mwislamu, hacha habari za kulalamika. Mwislamu imewekwa nyuma, mwislamu umetelekezwa, umejitelekeza wewe. Neema ya kwanza ni pale ambapo Allah subhanahu wataala iweka uwezo kwenye tungwa la mama yako ukaweza kupatikana wewe. Mama kiislamu, unadiriki unakusanya watoto wako nao kwenye kiti, mnaangalia picha za ajabu, mnaangalia yasiyofaa. Jua ana pale wewe, nanaweza kupotea na watoto wako watapotea zaidi. Ukizini leo kwa pesa, kizazi chako kitaziliwa, kitaziriw utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na jinsi gani maisha atakavyoendesha baada ya miaka 39 kuada. Mtume wetu Muhammad alipotimiza miaka 40, Mwenyezi Mungu akampatia utume, lakini kwanza alimpatia elimu. Mtume wetu ndo akajua kusoma, akajua kuandika, akajua na kuhesabu. Huwezi kuwa kiongozi bila elimu, huwezi kuwa amiri bila elimu, hata familia mb. Mama, baba. Kama utasimama mama kukutumia elimu na hekima Allah subhanahu wa taala, utajitahidi kuongea, lakini kuna kipande cha uovu ambacho unakichangia katika familia yako na hutoweza kujua, hutoweza kujua kipande kile umekisababisha vipi, kwa sababu huna elimu, hujapita madrasa, hujasoma sekula, wewe uko tu umekaa una lilasi. Unafurahi, unapigania tu, mume wangu jana hajaniletea vitunguu, mume wangu jana hajaniletea karoti. Unaona kwamba hivyo ndio vitu vya maana, badala ya kuwaza mwenyezi, mume wangu leo hajaja na aya hata moja ya Mwenyezi Mungu Advin. Wakina mama tunawaza vitu vingine vya anasa, lakini hatuwazi mambo ya Mwenyezi Mungu, lakini tujue kwamba sisi ndio walimu nyumba zetu sisi ndio walimu wa familia zetu. Baba anatoka amepewa majukumu makubwa, ona kutafuta maisha. Mama ndiyo mwalimu wa familia pale nyumbani. Unasema maisha unatafuta maisha, unatafuta maisha. Ndugu Muislamu, kumbuka ya kwamba mwaka jana tulifunga Ramadhani tukiwa wangapi, na mwaka huu tutafunga tukiwa wetu Muhammad akaonyesha jinsi gani, ni faida gani unayoipata wewe mja wa Kiislamu unapoisoma dini kisha ukaitoa kwa waja wenzako. Unaweza ukatoa neno tahara, ukafundisha neno tahara. Kuna watu hapa wanaenda nje ya ndoa, hatujui kuoga janaba, na sheria ya janaba inaisha ndani ya siku arobaini janaba janaba inaisha ndani ya siku 40 pale ambapo hutajua kufata masharti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umezaliwa tumboni kwa mama yako, sasa hivi una umri wa miaka ishirini, sasa hivi una miaka Sisi wote ni watahini hakuna mja aliyenyooka lakini pale ambapo unapopata fursa ya, ya kusoma Qurani ya kuwapata walimu walimu wetu wamesoma kwa shida walimu wetu wanatembea kima kirefu sana walimu wetu wamelipia elimu sisi tumeletewa elimu mpaka mlangoni lakini baba anasema siwezi nikafunga duka langu fursa ya leo itanipita Madarasa zimezunguka kona zote sasa hivi misikitini, lakini yuya mja unatembea mja, una kunakimbilia maisha, kitu ambacho unaweza ukajenga nyumba, unapanga kesho kuhamia leo, wanasema Fatuma Hasani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unaweza ukatafuta pesa, unashindwa unashindwa kuja kwake, unasema mimi natafuta maisha. Mashallah, walimu wetu waliangalia maisha tunayoenda nayo, wameweka darasa siku mbili tu, ndugu Waislamu, lakini nafsi ya mja inasema ningepewa hata likizo nikapumzika kwenda msikitini. Likizo itakusaidia nini? Unaomba likizo leo, kesho unaamka, macho hayaoni, biashara utakwenda kufungua biashara tayari, Mungu amechukua macho yake na viungo vyote vitavyoishi navyo. Kijue kwamba ni mali ya Allah, chochote kiunga taka tukihitaji, kwa muda anautaka yeye, Mwenyezi Mungu anachukua. Uchungu, alipata elimu ya maumivu. Leo sisi tumeletewa elimu mpaka mlangoni, lakini bado tuko tuna mambo ya ya dunia Simama kidedea ukisikia ugomvi ugombi, wewe tayari umeenda kusikiliza. Utawezaje kuitamka siratal ladhina an'amta alaihim? Utaingwaje? Utamwambiaje Mungu niongoze katika njia hiyo nyooka? Utamwambiaje na kujui chochote? Utamwambiaje? Ndugu wa Islam, tuingie madrasa, tukasome, tuisome elimu ya Mwenyezi Mungu. Hakuna katika maisha haya kama elimu ya Mwenyezi Mungu hakuna. Sayansi, hesabu, na kila kitu kinachoendelea, mtume wetu Muhammad ndio wa kwanza kufundishwa elimu hiyo na kutuletea sisi umma wake tuweze kuendeleza wa faida na kwa watu wengine usiku unapoifundisha majosho yale, unapofundisha stara usio, unapoteza muda usio, unapoteza muda pale, unalipwa na bado una faida mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoana amasema khairukum, hakika mbora wenu ni Waislamu, hakika mbora wenu ni mtu ambaye ni mja ambaye atakayesoma Qur'ani na kisha akafundisha na wenzake. Ndio maana walimu wetu wanakauka koo, walimu wetu wanakauka koo, wanaishiwa mpaka ndala, wanatufundisha elimu ya dini tena bure, hata hela ya sabuni hatuwapi. Lakini bado mama na baba wa Kiislamu, tunadiriki kukaa nyumbani pasina faida yoyote. Siku nitakufa mimi, siku nitakufa mimi, jeneza linaondoka nyumba imebaki. Jeneza na kio kilicho kwenye nyumba kinachukua picha ya jeneza, jeneza linakata kona, mwanadamu umeondoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumeletewa mwezi wa neema huu. Mwezi wa neema mwezi ulioshuka Qur'ani. Inna anzalnahu fi laylatil qadri Mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumwombe Mwenyezi Mungu atufikishe katika mwezi huo tukiwa tumejiandaa na usomaji wa Qur'ani. Mama uliyohudhuria semina siku hii ya leo, jitahidi kama una juzu nyumbani, hata kama huelewi, tafuta juzu kwa mwalimu, utapata faida yake. hata kama una mahudhuri, unapata taarifa ya msiba, hebu jikaze, soma sura soma moja utaisikia faraja inavyoingia, utabaki unadondosha machozi kupitia kwenye koni ya jicho lakini, tayari umeshakutamka Allah subhanahu wa ta'ala na kushukuru. Chochote kinachokuja ni kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na uta kila kinapokuja kija ki, ki, kibaya unasema alhamdulillahi, kikija ki, kizuri unasema alhamdulillahi. Siku moja watu wauzaduka walikuwa wamepanga foleni, akaja mtu akaja, walikuwa na hali zile, ya zile maduka ya vifaa vya ujenzi, akaja na kifaa mtu anauza, akaja na kile kifaa anauza, afika kwa kwa, kwa mmoja, akamwambia anauza hiki kifaa, akamwambia bwana, mbona sina hiyo hela, anauza shilingi ngapi? Akamwambia, akamwambia hiki kitu nimekinunua. Basi ningejua hiki kitu ningekinunua. dakika 15, anaona mapolisi wanakuja wanakuja wanatafuta nani amenunua kile kifaa, yule aliyekosa akasema Alhamdulillahi rabbil alamina, ameshukuru kwa kuwa amekikosa kile kitu. Ameshukuru, ameshukuru kwa kuikosa kile kitu kwa sababu ya maovu. Hakushukuru kile kitu amekikosa, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala alimembusha lile janga, akasema alhamdulillahi, bora sikuchukua. Kwa hiyo na sisi Waislamu tuwe tunasema kitu hiko hivyo, hivyo tulijie Mwenyezi Mungu, tuisome Koroani, tuisome kwa yakini, tulinganie familia. Huwezi kulingania familia kama huna elimu ya dini. utanuulia mtoto simkubwa, utanuulia mabazi anayotaka. Kwanza umemuuza kwenye dunia ya sasa, umemuuza mtoto wako, umeuza kizazi chako. Tuwafundishe watoto, tuwapeleke watoto madrasa, elimu ya yasiotuna wasome, lakini pia na madrasa wajue Allah subhanahu wa ta'ala, na wajue kabisa, hapa niko duniani nitakufa, na baada ya kufa kuna kuna maswali na baada ya maswali kuna adhabu. Ndugu Waislamu, Ramadhani inakuja hii Ramadhani inakuja, tuandae vitabu tuandae Agaa Subhanahu wa Ta'ala, tumwombe Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia ilineuga. Tumwombe Mwenyezi Mungu alehe marehemu wetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu alehe mashehe zetu waliokwisha tangulia, tuwaombee dua walimu wote wanaoendelea kutufundisha nakukiakugiza kutupeleka kwenye mwanga.